Leo biidhnillahi tabaraka wataala tutakumbushana kwa jambo muhimu sana, jambo ambalo wengi kati yetu katika mujtamaa wetu tumelipuuzia jambo hili, wengi kati yetu tumelidharau jambo hili, tumelichukulia ni jambo rahisi na jambo dogo. Ndugu Muislamu au ndugu mtazamaji, tambua ya kwamba tunaishi katika mazingira ambayo uko na ndugu uko na rafiki uko na familia. Bila shaka marafiki ya, marafiki zako hauishi nao nyumba moja. Bila shaka sio ndugu wote unaoishi nao nyumba moja. Bila shaka si familia unaishi nayo nyumba moja. Kinachopaswa ni kipi? Ni sisi kutembeleana sisi kwa sisi, ni sisi kujuliana hali sisi kwa sisi ikiwa ni ndugu yako unamjulia hali unamtembelea. Ikiwa ni rafiki yako, ni juu yako kumjulia hali na kumtembelea, bila shaka pia. Ikiwa ni familia yako, ni aula zaidi kujuliana hali na kutembeleana. Lakini katika hali ya kutembeleana, tutambue kwamba ziko hali tatu, au wako watu sampuli tatu. Wakati wa kutembeleana, tega masikio yae mtazamaji, kisha iangalie nafsi yako, kisha jiuliza nafsi yako wapi katika sehemu hii tatu, au katika nukta hizi tatu, wewe uko sehemu gani? Au wewe ni mtu wa aina gani? Ama sehemu ya kwanza ni wale ambao wanatembeleana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, muhibuna yazuruna fillahi subhanahu wa ta'ala wanapendana wanatembeleana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au sampuli ya pili ni wale wanaotembeleana kwa ajili ya umbea, wanatembeleana kwa ajili ya kuelezana mambo ya fulani wa alam, kwa ajili ya kumdadisi fulani yuko kadha na kadha. Au sampuli ya tatu ni wale ambao jau liyatajassasu wamekuja katika nyumba za watu ili wapate kuchunguza majumba ya watu, nyumba yao iko na tv aina gani, nyumba yao iko natv inchi ngapi, nyumba yao iko na makochi ama haina makochi, nyumba yao iko na rangi ndani ama haina rangi. Mke wake ni mnene au ni mwembamba au ni mrefu. Wako watu sampuli hii. Sasa jiulize nafsi yako, uko wapi katika hawa watu watatu, ndugu mtazamaji.

wanatembeleana kwa ajili yangu. Kwa hiyo katika sampuli hizi tatu tulizozitaja za hawa watu wenye kutembeleana, wanaotembeleana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanaotembeleana kwa ajili ya umbea na kupeana habari za umbea, na wanaotembeleana kwa ajili ya kuchunguza majumba ya watu na kipi wanachokila watu na vipi wanavyoishi watu, katika sampuli hizi tatu Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka anaipenda au anawapenda watu ambao ni wenye kutembeleana kwa ajili yake. Ndio akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya walilmutazawirina fiyya. Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atanadi na kusema, ainal mutahabbuna bijalali, wako wapi wale ambao walipendana kwa ajili ya utukufu wangu walipendana kwa ajili yangu wako wapi? alyawm udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, siku ya leo ni wafinike katika kivuli changu siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mimi na wewe mtazamaji tuko tayari na tunatamani siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atuite na tuwe ni miongoni mwa wale ambao tutakuwa chini ya kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka nitupendane kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka ni tuwe sisi kutembeleana kwetu, tunatembeleana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ibtighaa ridha llahi subhanahu wa ta'ala, kwa kutaka radhi za Allah tabaraka wa ta'ala na kutaka kupata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu <truge> Mwislamu Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atanadi na kusema ya ibna Adam e mwanaadamu maridtu wa lam ta'udni nilikuwa mgonjwa mimi niliumwa mimi lakini huku nitembelea Allah subhanahu wa ta'ala anamlaumu mwanaadamu na kumwambia niliumwa na huku nitembelea mja huyu atashangaa atamwambia ya Rabbi

Hivi ukujua ya kwamba mja wangu fulani alikuwa mgonjwa na huku lau mtembelea, ama alimta lau hukumtembelea, aaimta lau udtahu lawajadtani indahu. Hivi hukujua ya kwamba lau unge mtembelea ungemtembelea mja wangu huyu ungenipata mimi unala. Subhanallah, amefungamanisha kumtembelea mgonjwa na kumpata Allah wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, bimaana unazipata radhi za Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu mtazamaji, haya ni mambo ambayo yanatupelekea sisi tutembeleane sisi kwa sisi. Aidha, mtu ni mgonjwa, ni ndugu yako ni mgonjwa, ni rafiki yako ni mgonjwa, ni jamaa yako ni mgonjwa, ni Muislamu mwenzako ni mgonjwa, ni mambo ambayo yanatufaa sisi tutembeleane. Ni mambo ambayo yanatufaa sisi tuzuru tuzuriane sisi kwa sisi. Sasa, biidhnillahi tabaraka wa taala kalima yetu fupi hii na kikao chetu kif, kifupi hiki tutaeleza adabu za sisi kutembeleana. Naam, tunatembeleana leo, kila leo, kila kila siku tunatembeleana, na kama tulivyosema, watu wamegawanyika sampuli tatu. Jitizame mwenyewe na uji, ujihukumu mwenyewe, upo katika sehemu gani katika hawa. Lakini tambua, unapokwenda kumtembelea ndugu yako, unapokwenda kumtembelea rafiki yako, unapokwenda kumtembelea jamaa yako, kuna adabu za kutembeleana na adabu hizi amezifundisha Allah subhanahu wataala katika Qur'an. Allah subhanahu wataala anasema katika Qurani, ya ayuha ladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, enyi mliomwamini Allah subhanahu wataala musiingie majumba yasiyokuwa majumba yenu, bimaana hamuishi katika majumba hayo, bimaana si wakaazi wa majumba hayo la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastahnisu watusallimu ala ahliha, kwanza lazima mwombe ruhusa kuingia katika majumba hayo, kisha musalimie watu waliomo katika majumba yale. Hivi ndugu mtazamaji, ndivyo tunavyotembeleana, ndivyo tunavyokuja katika majumba ya watu kuwafuata na kuwatembelea na kuwaona. Ama sisi ni wale ambao Haujaambiwa karibu ushafika. Nani hujakaribishwa ushafika jikoni, hujaitwa ushafika chumbani. la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, musiingie katika majumba yasiokuwa majumba yenu. hata tastanisu wa tusalimu ala ahliha, mpaka pale mutakapoomba ruhusa na kusalimia kwa wale wanaoishi katika majumba hayo. thalikum khairun lakum, hilo ni bora kwenu nyinyi. laalakum tadhakkarun hii ni aya ya kwanza au ni nasaha moja katika zile nasaha ambazo Allah subhanahu wa taala anatufundisha adabu ya sisi kutembeleana. Ikiwa kuna ulazima na uwajibu wa sisi kutembeleana, basi tuwe tuadhibiti, tutasimama kwenye adabu kama hizi. Utakapofika katika nyumba ya wenyewe, umeenda kuwatembelea, Allah subhanahu wa taala anakuambia fa in lam tajidu fiha ahada. Umeenda, adabu ya kwanza kusalimia na kuomba idhini. Sasa umefika ukasema, asalamu alaykum a adkhul. Ikawa hakuna anejibu salamu na hakuna anekupa ruhusa ya kuingia Allah asema, fa in lam tajidu fiha ahada, mutakapofika katika majumba hayo na msimpate mtu ndani yake, fala tadkhuluha hatta yu'zan lakum Musiingie mpaka mupewe idhini. Angalia wake tunayoishi na hali tunazoishi, ufike katika nyumba ya wenyewe, wenyewe wametoka wameenda kutembea, wenyewe wametuka wameenda na shughuli zao, ukampata mfanyikazi pale ndani. Mfanyikazi hana ruhusa kukupa wewe kuingia ndani. Mfanyikazi hana ruhusa ya kukupa idhini wewe kuingia ndani, akahofia kukukaribisha wewe, ya kwamba hakutambui wala hakujui mfanyikazi yule sasa akawa anakueleza wenyewe hawapo, wametoka. Ukawa unaomba anifungulie mlango mimi niingie. Wewe hujui huyu ambaye uishi hapa ni nani kwangu, wewe utakosa kazi, ukaanza kutoa vitisho kwa mfanyikazi kama yule. Ndugu mtazamaji, Allah asema fa illa mtajidu fiha ahada, mtakapokwenda katika majumba ya watu msiwapate wenyewe, msimpate mtu hapo ambaye atawapa idhini ya kuingia, fala tadkhuluha, msiingie hata yudhana lakum mpaka mpewe idhini. wa inqila lakum rji'u farji'u, na mkiambiwa rudini mlikotoka, basi rudini. Unaweza kwenda ukampata mwenyewe yuko pale, familia yenyewe yuko pale, ukabisha kabisa, kisha ukaambiwa habibi, rudi tuonane baada ya asri, rudi tuonane baada ya maghrib, likakuuma huyo. Ajui mimi nilikotoka, mimi nimetoka kutokea Lamu huko, mimi nimetoka Mombasa, mimi nimetoka Likoni kwa ajili yake kisha yeye anakuja ananirudisha. Da Allah, ndo amesema wa inqila lakum urji'u farji'u. Ukiambiwa rudi, rudi, usikasirike. Anajua kwa nini amekwambia rudi, iko sababu yeye kukwambia rudi. Haimaanishi kwamba yeye hataki wewe uje nyumbani kwake, haimaanishi yeye hataki wewe umtembelee, lakini kuna vitu ambavyo vinamfanya yeye akuambie rudi. Wa inqila lakum urji'u farji'u, huwa askalakum ndugu mtazamaji. Sisi tuko katika sampuli hii ama, sisi ni wale ambao utakapoambiwa rudi usije unakasirika, unakuwa na ghadhabu, bali utasema mimi namba yake siitaki tena. Kuanzia leo mimi asinipigie simu, asiniulize la shari wala la kheri. Ni kwa sababu hatuzijui aya za Allah, subhanahu wa ta'ala, ni kwa sababu hatuzijui adabu ya sisi kutembeleana, ndio maana tunapoelezwa jambo la kisheria tunakuwa ni wenye kukasirika na wenye kuwa na ghadhabu. Ndugu mtazamaji, Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kutueleza anasema: lakum laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. lakum Allah anasema hakuna uzito, si hakuja ekwa yani, bi maana nyinyi hamjalazimishwa kuingia katika majumba ambayo hayaishi watu Sawa, mkaingia majumba yale ati muombe ruhusa sawa yani, maana hakuna shida nyinyi kuingia katika majumba ambayo si yenu, ghaira maskunatin fiha yani, nyinyi si amwishi hapo, ghaira maskuna, amwishi katika majumba hayo, hakuna shaka, hakuna shida kuingia katika majumba hayo hayaishi watu, majumba ya magofu yamekaa, yaishi watu. Lakini Allah sema fiha mataul lakum, angalia katika majumba hayo kuna manufaa kwenu nyinyi kwa hiyo hakuna shida kuingia katika majumba bila idhini majumba yenyewe. Ikiwa mathalan kuna wale watu wanaweka pesa zao benki, wewe ufike pale benki usimame useme asalamu alaykum, adkhul, hodi, nataka kuingia benki. Lazima watu watakuona wewe akili yako ni finyu, wewe watasema ni fietu wewe, umefanyiwa au kuna vitu umetumia akili zako zikazifanya kazi. Haiwezi tokea hivyo. Ama uende hoteli Umefika hoteli pale ukasimama unasubiri idhini ya kuingia. La, haya ni majumba ambayo hayaishi mtu lakini yako na manufaa kwenu nyinyi. Ndio, Allah sema laisa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Kuna manufaa kwenu nyinyi kuingia katika majumba. Angalia Abu Musa al-Ashari min kibari at-tabi'in siku moja alienda kwa Umar radhiyallahu anhu akabisha

falam yudhan li, niliomba ruhusa mara tatu na sikupewa idhini, nikabidi nirudi. Angalia, tunafundishwa adabu ya kuomba ruhusa. Usije kugonga mlango wa watu. Mpaka kuna wengine anachukua jiwe, ah, labda wamelala hawa, akachukua jiwe go go go, go, unagonga ili mradi tuwasikie, wasikie. Si watu wasikii, wenda kawa wanasikia lakini umekuja wakati ambao hawataki kutembelewa. Sasa wewe umegonga mara ya kwanza, salamu alaikum, adkhul watuzi Asalamu As alaykum. Adkhul niingie watu zi. Mara tatu rudi na njia yako. Tafuta njia uliotokea urudi. Usiende ukachukua jiwe, ukachukua chuma, ili mradi asema hawa rumi yao iko mwisho huko. Wacha ni gonge ili wasikie huko na piga kelele. La, sio hivyo. Rudi. Hii ndio adabu katika adabu za Kiislamu. Abu Musa al-Ash'ari akamwambia Umar radiyallahu anhu, mimi nilimsikia Mtume alayhi salatu wasallam asema anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu idhastadhana ahadukum thalatha, atakapoomba idhini mmoja wenu mara tatu falam yudhan lahu, kisha asipewe idhini falyarji au falyansarif, arudi aondoke, arudi alikotoka. Hii ndio adabu ambayo sheria na dini yetu imetufundisha. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi katika adabu hizi, ili na sisi tupate zile thawabu za kutembeleana, tusiwe ni wale ambao unakuja unakira watu bali Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza katika Qur'an, kuna nyakati tatu ambazo hatakiwi mtu kuenda kumtembelea Muislamu mwenzake, ni ndugu yake, ni familia yake, bali hata ikiwa ni mwanao. Mathalan mama au baba, mtoto wako ameolewa au mtoto wako ameoa, ufai kuenda katika wakati, wakati, isipokuwa mpaka kuwe na dharura ambayo itakupelekea wewe uende pale, kwa sababu huwezi jua wenyewe wako katika hali gani.

na wakati wa dhuhuri, baada ya dhuhuri, ni wakati wa watu wanapumzika, mtu anapumzika na mkewe, familia inapumzika. Nyinyi mnakuja, mnarundikana katika majumba ya watu. Basi hakuna lolote ninawaleta isipokuwa ni umbea, hakuna nilowaleta isipokuwa ni ujuaji na kuleta maneno ya huku, na kuleta huku. Au wakati mwingine ni wakati wa baada ya sala ya isha, hapo ndo kwenye mtihani, na mtihani huu uko katika jamii yetu. Anakwambia mimi oh, tv yangu sijui iliharibika, sijui fanya, nakuja hapa kuangalia kipindi. Wakati huu si wakati wa kuangalia vipindi katika majumba ya watu. Tv yako haifanyi, washa redio, sikiza kwenye redio. Haifanyi, lala, lala akhi, usiende kusumbua watu wakati huu. Baada ya sala ya isha unakuja kufanya nini? Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa hapendi mazungumzo baada ya sala ya isha, anakaa nyumbani na kupumzika na familia yake. Kwa hiyo nituishi katika adabu hizi, ili sisi tuende kuridhia na Allah subhanahu wa ta'ala, ili sisi tupate thawabu katika ziara zetu inazotembeleana, ili sisi tuwe na malengo ya kupata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah tabaraka wa ta'ala kwa haya machache tuwe minalladhina yastami'una alqaula fattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.